Mwanamichezo wa Rick Media karibu sana, mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Bana, leo tumepata bahati, tumekutana na nyota wa kimataifa wa Tanzania Alphonse Mabula ambaye anacheza kwenye klabu ya Shamak e, nchi ya Azerbaijan ambayo iko pale Ulaya. Wengi wanapenda wanaofahamu soka wanaifahamu timu moja inaitwa Karabakh e, ile timu inacheza kwenye ligi ambayo Alphonse Mabula anacheza kwenye ligi hiyo, nataka tuzungumze naye machache, tupate experience tu share namna ya soka a Ulaya jinsi lilivyo, lakini mazingira pia, yeye atueleze safari yake ya soka, ndoto zake, lakini alianzia wapi e, utamsikia hapa. Kwa wewe ambaye unamtazama mara ya kwanza, Alphonse leo ni nafasi nzuri ya kumfahamu vizuri, ametokea wapi na maisha yake ya soka yako vipi. Bro, mambo vipi? Ah salama sijui sij mimi niko poa, uko vizuri? Ah, niko fresh kabisa. Bwana, kwanza hongera kwa mapambano na karibu Tanzania. Asante sana, asante sana. Bwana, uh, Shamak wanasemaje bwana, huko mko sawa? Ah, tupo sawa, tupo sawa, tunamshukuru Mungu tumemaliza ligi yetu salama hmm. Kila kitu kimeenda salama, achievement kubwa ya klabu tumefufili kwa asilimia kubwa, tumemaliza salama, tumecheza vizuri ligi yetu. Kila kitu kipo sawa tumemaliza. Uh, kwanza nataka kufahamu kwa watu ambao wanamuona Alphonce Mabula leo eh, kwa mara ya kwanza wengi wameanza kukufahamu ukiwa kwenye level ya ushindani, na wengi wamekufahamu ukiwa huko baada ya kuanza kufanya vizuri watu uh, oh, peji za timu ya taifa zina kuposti eh, watu wa soka wanakuposti. Labda tuanzie kidogo soka lako wewe, ulianza ni hapa hapa Tanzania au umeanzia uh, Ulaya moja kwa moja? Yeah, sana, sana, sababu, so kidogo, ya yeah, kwa wanaofuatilia mpira sana na wenye kumbukumbu sana watakuwa wananifahamu kwa sababu soka langu kidogo nimeanzia kuchezea timu ya Alliance ilikuwa ligi kuu ligi kuu ya Tanzania lakini nimecheza msimu, msimu mmoja tu na nimecheza pia timu za taifa za vijana kuanzia miaka 15, 17, 20, 23. Nimecheza AFCON ya under 17, nimecheza AFCON ya under 20. AFCON ya under 23 sijacheza, lakini nimecheza timu ya taifa ya under 23 kwa tosema mashindano ya Olympic. Kwa wanaofuatilia soka sana wananijua, lakini ingawa sijapata bahati ya kucheza ligi yetu ya ndani kwa wingi sana labda Tanzania wengi wakanijua, lakini kiufupi, safari yangu ya mpira imeanzia Bunda Yosu Academy, ipo Bunda kwa kocha wetu Malema Youngman Malagira, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Katoka hapo nikaenda Alliance Academy elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na nne nikajiunga na Academy ya Alliance, walinichukua baada ya kuniona kwa Bunda Yosu kwa Malema Youngman Malagira. Toka Alliance elfu mbili na kumi na nne nimekaa Alliance mpaka elfu mbili na ishirini toka kwenye akademia nimecheza under 15, baada under 15 pale wakanichagua timu ya taifa under 15. Tukaja kwenye mashindano ya 15, tumecheza mashindano Burundi, tumecheza mashindano Kosafa, tumecheza Botswana, wengi wanafanyia Serengeti Boys yetu, tumefanikiwa kunyakua vikombe vingi tukiwa na Serengeti Boys yetu. Baada ya hapo, nikarudi 2019, nimerudi Alansi, nikaenda nikabadilika kupanda timu ya wakubwa ya kipindi hiko ligi kuu ya Tanzania, msimu ule kwa, wa kwanza nimecheza na kina Isaiah Mwenda na wachezaji baadhi wengine wale waliopo Alasi, nimecheza msimu mmoja. Baada ya hapo, mimi ndio nimepata safari yangu ya kuelekea nje ya nchi baada ya kutimiza miaka 18. Na na na, na ulivyotoka nchini, klabu yako ya kwanza nje ya kwa nchi ilikuwa ni timu gani? Klabu yangu ya kwanza nimetoka ndiye na kufanya trial. Nenda kufanya trial zilikuwa Spartak Subotica ya Serbia nilifanya trial, sikuchukua muda mwingi kama takriban wiki moja. Sana sana nilifanya trial ndani ya siku mbili, but zile mwalimu hapa pale alikuwa amesha ameshanipenda maana nilifanya trial siku mbili mazoezi na timu, kesho yake ya tatu tukacheza mechi nikabadilika kufunga goli, kwa mwalimu alikuwa amenipenda, automatic nikabakia kwa klabu ya Spartak. Nimekalia msimu mmoja wa Spartak, sikuwa vizuri sana, ilikuwa inabidi ni adapt. Wazungu wanapenda sana kufuatilia process. Hapo ilikuwa 2018 kabla nianze kucheza timu yao under 19 ambayo nacheza ligi kuu zao za vijana kule mm. Nimecheza msimu ule nikafanya vizuri, msimu unakuja nikaenda kwa mkopo timu ya Novi Sad, FK Novi Sad, ambayo nilikuwa nahitaji muda mwingi wa kucheza. Maana mpira sasa hivi ni kucheza. Ukicheza ligi yoyote ya ushindani na bahati nzuri ligi ya Serbia yote ni ya ushindani, ligi kubwa, ukicheza unaonekana. Kana Novi Sad kacheza msimu wa kwanza na nilikuwa na namba nzuri nifunga, nifunga goli nne nicheza midfield namba sita, sometimes nilikuwa na kucheza namba nane kafunga mm, goli nne msimu mzima umeisha, ndio nikakimbilia Shamak. Uh, maisha ya aa ya, kwa ya wewe uh, unavyoyaona Mtanzania ambaye ulizoea kuisha hapa Tanzania, Tanzania. Uh, umefanya vizuri msimu wako wa kwa kwanza uh, tuambie maisha ya kule kwanza yakoje? Uh, maisha kule ni mazuri ni mazuri maana ninacheza ni mpira ni professional anacheza ligi na wachezaji wengi wakubwa duniani, wametoka kucheza ligi kubwa kubwa, wachezaji wametoka Galatasaray, wachezaji wametoka kucheza ligi za Bundesliga, La Liga, Serie A, wapo kule Belgium, ligi kubwa. Experience yake niyoipata ni kucheza ni na watu zaidi waliokuwa machuwadi, watu waliokuwa machuwadi wana focus kwenye Kwenye, kwenye kazi yao zaidi yani, kila mtu ambaye anajua ni kazi yake ana focus kweli kweli, unamkuta mtu asilimia mia, baada ya mtu aje mazoezi saa tano, yeye mtu yupo saa nne alishafika. Yani wako very very professional, inabidi ni adapt mazingira kwenda professional kwa on time, fanya mazoezi yangu extra ili endelea kufanya vizuri zaidi na zaidi. Wachezaji wengi wazawa e, ndoto zao huwa ni kucheza Simba, kucheza Yanga na mara, mara chache huwa ni kucheza Azam wewe hujapita kwenye hizi timu ukuwa na ndoto au wewe mwenyewe ulikuwa fokasi yako ucheze nje ya nchi au ni ha haikutokea, ulikuwa unatamani lakini haikutokea kupata bahati kwenye hizi timu? Ah, mimi tokea mdogo, watu wengi walikuwa wananifahamu mimi tokea mdogo, ndoto zangu kwa ni kucheza nje ya nchi, hususan kwenye ligi kubwa zaidi duniani. Ya, hata hapa nilipofika sio pabaya, lakini fokasi yangu kubwa zaidi ni kwenda kusogea, kupiga hatua kwenda kucheza ligi kubwa zaidi, ndio ilikuwa ndoto yangu kubwa hemtajie uh, baadhi ya wachezaji kama watano hivi ambao umecheza nao kwenye ile under 20 ile ambayo ilifanya vizuri sana. Mm, ya, na under 20, under 17. Under 17. Under 17 yetu nikuwa na Kevin John ikuwa mm. na Morris Abraham ikiwepo mm. mimi mwenyewe ikiwepo mm. na mbavu yangu wa kushoto Pascal Msindo mm. E, iko kikomeshamiri wachezaji wana, wengi hapo hapo. Hii under 17 ilikuwa na wachezaji ambao leo hii, unajua under 17 nyingi tumezoea wachezaji wanapotea, lakini nyinyi wengi wenu uh, unakuta huyu yuko Ulaya na nyinyi wengi wenu mko Ulaya. Sile ni nini? Na wengi wetu kwa bahati nzuri tuliopata ni ule wakati ambao kapteni wetu Samata alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo kipindi anafanya vizuri maskauti maajenti wengi pia walikuwa wanafikiria hii nchi yetu ya Tanzania kuna kitu. Unajua wenzetu wale wa Nigeria, Western Union kule, kwa nini wametuzidi kitu kimoja? Kwa sababu wenyewe kuna wachezaji wao kina zamani wa kina Diouf; wachezaji wao zamani wa miaka hiyo alishatengeneza tayari maprofile makubwa kina Okocha alishatengeneza maprofile makubwa, kwa maskauti wengi, maajenti wengi wanaamini, ehe, sehemu ya mpira wanakimbilia kule Western kwenda kuokota kuchukua wachezaji wengine wote wanawaleta kwenye ligi zao, na sisi bahati nzuri tumepata, ambao ni wakati ambao kepteni alikuwa anafanya vizuri, cha kwanza atumpe maua yake. Uh, baada ya kuaminisha uh, dunia nzima, Tanzania kuna watu, mascout wakaanza kutupa tupa macho, wamekuja kwenye Afcon wametuona, baadhi wengi wao wamepata nafasi pia ya kuondoka kama hivyo, Kevin John, kina Novatus pia na mimi nimeondoka. Nadhani tukiendelea kutengeneza misingi mizuri zaidi kwa mbele zaidi, tutazidi ku kuaminisha dunia kwa ujumla kuwa Tanzania kuna vipaji na kuja kuchukua wachezaji wengine wa Kitanzania. Wewe unaamini Popa, uh, amekuwa ni chachu kwa baadhi ya maskuti ulimwenguni kuja Tanzania kutafuta vijana ambao leo hii tunaona wako juu ya? Yeah, kabisa, asilimia asilimia, asilimia, asilimia nyingi sana nasema, asilimia mia asilimia, asilimia, asilimia, sababu Popa ndio mtu aliyofungua milango kwa Tanzania wote hususan kwenye mpira wa miguu mm. kwenye kufahamika asilimia kubwa Alphonce uh, unafanya vizuri huko uliko. Ikitokea e, maana watanzania tushindwi, Yanga Afrika ishindwi, mnyama ashindwi, akaleta dola mezani bwana, tunataka usalie. haya, toa neno, utabaki <tipi> ah, kwa sasa mi malengo yangu bado ni kucheza nje ya nchi kwa sababu moja mm, nchi yetu bado tuna lack ma professional wengi waliosogea waliosogea katika hatua kubwa ya kucheza soka la kulipwa Ulaya, na mi pia hilo ni lengo langu kubwa zaidi ambaye baadaye nikishamaliza kisha staafu mpira au nikiwa na uwezo pia kuwavuta vijana wengine wa Kitanzania kusogea kuja kucheza mpira Europe itakuwa ni jambo zuri na zaidi. Maana mimi pia nakaa na wachezaji wengi sana. Wachezaji wengi siku hizi wachezaji, hasa wachezaji vijana wengi wanakuwa na kiu sana ya kutoka kwenda kucheza mpira professional kucheza nje ya nchi. Na nadhani ni vizuri zaidi mimi ningeendelea kusalia kucheza zaidi Europe ili kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya wadogo zetu wanaokuja chini. Sawa, so, uh, umeondoka sasa hivi uko Europe. Uh, umecheza ligi ya Tanzania kipindi hicho bila shaka ilikuwa inaitwa ligi ya Vodacom, eh? Yeah, kipindi hicho yeah, kama yeah, sio Vodacom, ilikuwa inaitwa ligi kuu kipindi haina mdhamini. Yeah. NBC sasa hivi unaifuatilia? yeah, yeah, naifuatilia NBC yeah, uzuri na Azam Max naifuatilia ligi zote ya Tanzania mechi zote, maana na wachezaji wengi nafahamiana nao, wachezaji wengi nawajua pia kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuifuatilia sana ligi pia, kupitia Azam napata kila kitu na napata update zote, mechi zote naangalia. Vipi, unazungumziaje ligi yetu kuanzia kipindi kile umeiacha, umeondoka kwenda Europe, na sasa hivi nyakati hizi ambazo wewe umeshakuwa professional, ushakuwa matured? Uliondoka hapo ukiwa kama kinda eh, ukiwa kama kinda, sasa hivi umeshakuwa professional. Ligi yetu naizungumziaje? Eh, na ah, sema ukweli ligi yetu imekuwa ni kubwa sana Uh, maua yao tuwape shirikisho la mpira wa Tanzania TFF. Uh, ligi yetu imekuwa imekuwa sio tu ndani ya nchi, pia Afrika nzima na duniani kwa ujumla, ligi yetu imekuwa imepiga hatua. Unaona wachezaji wengi wanaotoka Tanzania leo hii wanafanya transfer kwenda ligi zingine kubwa Afrika, pia hata na Ulaya. Ah uh, ligi ambayo imekuwa mm, ina ushindani na ushindani na ushindani, watu wanafanya vizuri. Umesema unafuatilia ligi ya Tanzania NBC msimu huu, wewe ni midfield kiungo gani ambaye alikuwa anaku anaku anakufurahisha anakuvutia, the way ambavyo alikuwa na amekuwa bora msimu huu? Mm, kiungo alionivutia zaidi ni Faisal Faisal, yeah, anacheza maana amekuwa na consistency Mpira miguu mchezo wa consistency hmm, maana msimushi aikuwa na consistency, msimuupia alikuwa na consistency hmm, ana consistency nzuri hmm, anafanya vizuri ana, a, bado anaendelea kukukosha kukuvutia kabisa, anafanya vizuri pesa. E, sawa e, unaiona wapi kesho ya, ya, ya, ya, ya mpira wetu hasa ya vijana ambao na ligi, nchi yetu ambayo sisi tunatamani kesho na kesho kutwa tupige hatua ngazi ya vilabu na ngazi ya timu za taifa? Ah, kesho yetu ni nzuri, kesho yetu ni nzuri, maana ukiangalia pia sasa hivi ligi yangu kama anavyokuambia ligi ya Tanzania ifuatilia zaidi na angalia, kuna vijana wengi wanapewa nafasi ya kucheza, wanafanya vizuri. Nimeangalia of course yote under 20 ni vijana wengi wametoka timu za ligi kuu na walikuwa wanapata nafasi kwenye timu zao wanacheza. Hiyo ni jambo zuri kwa ajili ya kesho yetu, lakini kikubwa zaidi Ah, wanapopata nafasi ya kwenda nje, mimi ningewasihi wachezaji wengi vijana waende nje wakacheze mpira soka. mkataba, ashamak, uh, ya kuli Umeongeza mkataba ndani ya Shamak mkataba wa mwaka mmoja. Kwa nini umeamua kuchukua majukumu ya maamuzi ya kuongeza mkataba? Kulikuwa hakuna ofa zingine au bado kuna kitu ambacho unatamani uh, kuendelea kukionyesha kwenye klabu yako? Uh, ule mkata, mkataba wangu wa awali nilio sign ulikuwa ni wa miezi sita kujumlisha mwaka mmoja, lakini option ilikuwa ni ya klabu. Aha, kulingana na hivyo klabu alichukua ile option ya kuongeza mkataba wa mwaka mmoja ambao pia ufao ilikuwa ilikuwa nzuri nzuri kwa upande wangu. Mwaka mmoja ufao, uh, ilikuwa nzuri kwa upande wangu. Pia kitu kingine kikubwa zaidi kichofaa mpaka niongeze mkataba kwenye klabu, nimefanya vizuri nimefanya vizuri, nimecheza vizuri, pia klabu haishaniamini, na mimi pia nahitaji kutengeneza profile yangu iwe kubwa zaidi. Aha, kwa maana na uhakika wa kucheza kwenye klabu yangu sasa hivi, kwa nataka nitengeneze profile yangu iwe vizuri, ambayo najua nikitoka hapo, hatua inofuata itakuwa tu kubwa zaidi yeah. Sawa, changamoto gani ambazo mnazipitia uh, kwenye ile nchi hiyo? ah, mi kwa upande wangu sio ni changamoto yoyote sioni changamoto yoyote kwa sababu kitu kimoja kule watu wote ni professional, kia kitu ni kiko kwenye professional way. Mimi kwangu sijaona changamoto, labda changamoto aliyaewa na aliyaewa. Mimi nimeanza kuadapt tokea muda mrefu, nimeanza kucheza Europe miaka 18. Kwa hiyo miaka 18 hadi 21, miaka karibia mitatu, yani nishaadapt aliyaewa kwa Europe, majira kuchange. Lakini kwa mara kwanza nilikuwa nanitia ugumu, lakini sasa hivi sio ni changamoto yoyote inaonifanya nishindwe kuperform au kufanya vizuri ndoto zako, sasa tunamwona wapi? tuna, tuna kesho Alphonce huyu ambaye tunazungumza naye leo. Mimi ah, ndoto zangu ni kucheza katika ligi kubwa zaidi duniani, ligi kubwa zaidi duniani zinazofahamiana, na pia kesho yangu naona ikiwa nzuri zaidi, ikiwa njema zaidi. Mm. Yeah. Bwana, neno lako la mwisho kwa Watanzania ambao eh, uh, wanamfuatilia Alphonce na walikuwa hawajari cup hawajamkechi vizuri Alphonce, na ni mmoja wa kwanza kwa Tanzania. Tuzidi kuombeana kitu cha kwanza, pia tuzidi kusapotiana. Unajua mda mwisi, kama binadamu wezi jua nani ambaye atakusaidia kesho, au nani atakayemsaidia mwanao kesho. Mm. Tuzidi kuombeana, tuzidi kusapotiana na tuzidi kutiana moyo, pia tuzidi kuwafariji vijana wanaokuja wazidi kupata nafasi pia na nyao kwenda kucheza soka barani Ulaya. Hili la mwisho. Maisha maisha ya kule yakoje? Yani, usio kama sisi tushazoea maisha yetu ya mwingia kari yako wapi mwingia huko. Maisha ya kule yakoje? Kwa sababu kuna watu ambao wanatoka nje nchi wanalalamika mambo ya ubaguzi nini hivyo. Kule maisha yakoje? Ah, ah, ubaguzi mimi sijawahi kukutana nao. Mm. Sababu pia mimi sio mtu wa kutoka toka sana Huenda niseme hivyo, changia pia, sijakutana na ubaguzi, maana mimi mtu akufanya mazoezi, nikirudi, nimepumzika, nimetulia, au nimetoka restaurant, nimeenda, nimekula, nimerudi, nimepumzika. Kwa hiyo mimi sijakutana nazo changamoto nyingi sana za nje ya uwanja, kubaguliwa, vingine vingi, hmm, bahati kukutana huko, au kufanywa vitu vingine vingi, sijakutana nazo, kumuona mtu anaongea Kiswahili au mtu ambaye ametoka huko. Yeah, watu wanaongea Kiswahili kule wapo lakini sijabahatika kukutana na Mtanzania. Watu wa Kiswahili nimebahatika kupatana na wa Burundi. Pia kuna wachezaji kule wanaocheza timu ya taifa ya Burundi. Mchezaji beki yule kapteni wa Rwanda, mm, anacheza Zila. Nimebahatika kukutana, anaongea Kiswahili tu, tunaongea lugha moja mm, eh, yeah. Bwana, mimi ni kushukuru, nikupongeze na eh, nikutakie kila lenye heri kwa sababu umekuwa ukifanya vizuri sana. Ah, asante sana, asante sana unaopiga mwingi kaka. ah, shukrani mwana. Kesho tuko kwenye mikono salama. Kesho unatamani, umecheza kwenye level zote za timu ya taifa ya vijana uh, sasa ulipo, una matamanio ya kucheza kwenye senior team yeah, yeah, yeah. Ndoto ya kila mchezaji na ndoto ya kila kijana na yote anayecheza mpira kuiwakilisha nchi yake kimataifa. Zaidi pia ndoto yangu kubwa sana, natamani pia cheza timu ya taifa Nizidi kufanya vizuri, nizidi kusaidia pia nchi yangu mm, kama Mtanzania. Bwana, mimi nikushukuru sana na nikutakia kila lenye heri ah. Shukrani sana ameisha salama, nishamaiza syameisha e fresh kabisa hivi e? Wachezaji hamna mapumziko eh? mapumziko yapo, yaani ile unakata kabisa... amna mazoezi amna nini, unalala na kuamka. Hapana, hapana. Lazima, eh? uto, lazima utoke kidogo, nyoshe nyoshe miguu, ukimbia kimbia hivi mchangani bichi, utoke uende gym, eh. usukume, usukume vyuma, maana sio sio vizuri mchezaji utoke labda useme mapumziko ya mwezi au wiki ukalala tu ndani. Sababu ukitoka hapo utakuwa kama unaanza upya, ni kama gari liko asilimia mia umelizima moja kwa moja hadi kwenye zero. ya yeah, ya yeah, sio vizuri itabidi ukitoka unakuwa unashtua shtua unaweka misuli sawa mm. Yaya yeah, yeah, unatoka unacheza cheza mpira kwa viwanja baba vidogo na marafiki mm. ya yeah, yeah. Ile ile uka, umezima kabisa ile siku mbili siku tatu ah, ile ukikaa umezima siku mbili tatu, hiyo kirudi ile yeah. Ile eh, unaweza ukapata majeruhi ambayo siyategemea, hiyo unaharibu ah, hiyo unaharibu unaharibu kabisa bwana. Kakaangu mimi nikushukuru sana ah, poa, shukrani sana kaka.